Kocha Sead Ramovic na kile ambacho anachokifanya sasa hivi kwa sababu wenyewe wanaonekana kama vile hawapo tayari kumwachia kwa taarifa zinavyosemekana, kwa kiasi chochote cha fedha atakachoamua, labda kurudi hapa Yanga watakuwa wamepata kocha sahihi, ukimulika pia na alichokifanya kwenye ligi ya mabingwa, hadi ukiangalia hadi Yanga wanamaliza msimu na mpaka Yanga sahii mpaka anakuja kuchukua Romain Folz, bado makocha wote waliopita. Uh, walipita kwenye mtindo ule wa gusa achia twende kwao. Ndiyo. Na ilikuwa ni Yanga ambayo yenye kasi sana na yenye hatari zaidi kwenye lango la mpinzani. Kwanza ilikuwa nadhani katika kipindi chote ambacho aliingia yeye Yanga ilifungwa magoli machache sana katika Ligi Kuu, mm. Na, na walifunga magoli mengi na walishinda magoli mengi. Yani ilikuwa inaonekana kuna utatu mmoja pale mbele wa hatari ambao walikuwa Aziz Ki, Pacome pamoja na Dube, kwa hiyo bado na Mzize na Clement. Bado Yanga wana nafasi kubwa sana kama akirudi yule kurudi kwenye makali yake yale ya aliyokuwa nayo msimu uliopita. Na unajua hata ukiangalia Roman Forbes pengine anahukumiwa kwa sababu tangu baada ya uh, ameingia aoneshi kucheza ile gusa achia twende kwao ambayo ilikuwa imeingia kwenye mm. nyoyo ya wana Yanga. Na waliamini kwamba ile ni slogan ambayo bado wanahitaji zaidi kwenda kuitumia. Kwa hiyo kwanza ni kocha ambaye mazingira anayajua, hayawezi kumpa taabu, anajua filosofi ya Yanga, anajua Yanga, anajua uhitaji wa Yanga na anajua Yanga wanapenda kitu gani. Kwa hiyo kama kweli anakuja, uh, anarudi basi itakuwa ni nzuri zaidi. Unajua, msimu mm, wa mashindano unapokuwa umeanza, wakati mwingine kuna faida ya kumpata kocha yule ambaye ulishawahi kuishi naye, kwa sababu akija

kubadilika na Yanga ilikuwa tishio sana, na hata ukiangalia mwaka jana, kama Yanga isingetoka katika hatua ya makundi, ingeendelea mbele, pengine ingekuwa iko ni hatari zaidi. Kwa hiyo ni kocha ambaye akija atawasaidia na atazidi kuwapeleka pazuri zaidi. Lakini leo hii watu wanamuombea yeye kwa sababu Roman Fozi, uh, waliaminishwa kwamba ni kocha mzuri anayecheza mpira ambao wa kisasa zaidi, lakini tangu alipokuja timu kinamba iko vizuri, anashinda mechi zote, na sio kushinda tu Yanga pamoja sio, na kushinda sio, sio, sio. E, mechi ya juzi ya ligi. Lakini ukiangalia pamoja na kushinda Yanga, wanaposhinda goli Yanga, tangu ameingia msimu huu wamefungwa goli moja, ziji ya waliocheza mechi kule Rwanda, ile mechi ya tamasha ambapo walishinda Yanga tatu moja, tena goli enyewe akijifunga airiza uh, ndavuila uh, mm, na Rayon Sports. Kwa hiyo bado anaonekana ni kocha ambaye uh, wanashinda aruhusu yeye kufungwa, lakini bado hayakupi matumaini. Unajua, pamoja na kushinda, watu sikuzi mpira wanauelewa. pamoja na matokeo ya ushindi unaopata kiwanjani, watu wanataka kuona na burudani yenyewe ya aina gani ambayo timu inaitoa. Kwa hiyo ndio maana unaona Roman Forza anaingia kwenye hiyo pressure, na kwa haraka haraka unataka kocha ambaye uh, wanamna hiyo, kwa sababu anarudi anaijua kwa Nabi, nimejaribu kuangalia alivyokuja hapa, unaona zile activity zake ambazo amefanya, ndio maana labda inaona imetoka pressure kwamba Nabi anarudi na, na imekuja kwa Sead Ramovic, kwa sababu hata jana Nabi alionekana Egypt akiangalia mechi ya Piramidi na na Pel ya mzunguko ya mechi ya marudiano ya club bingu. Kwa hiyo yu, Nabi yuko yuko likizo eh, amesema yuko likizo, na inasemekana juzi tena kama inaonekana Kariakoo, e, ameonekana Dodoma, uh, ameonekana tena Misri, na majuzi anaonekana Kimbiji huko anaonekana anajenga kituo cha michezo yeah, yeah.